Kwa mkoa wake wako tayari kuandamana mpaka kwa huo mgodi kuzuia hiyo mgodi isiweze kufanya kazi, kwa maana ya kwamba wanaiparalyze hiyo mgodi ni, uh, nikaamini hiyo ilikuwa ni wazo bora zaidi. Kwa hiyo nadhani ile kwa mikoa tunapanga tufute tufuate fomula hiyo, lakini lengo kubwa ni kuparalyze serikali. Kwa hiyo kama unajua kwa mkoa wako uh, kama iko uh, Uh, mgodi tutaenda kwa mgodi. Kama iko uh, kama haina kitu kabisa, basi tunaweza hata tukaenda kwa ofisi ya mashehe uh, ofisi ya mufti, sababu wao wamesema sisi ni wahuni na wajinga. Unaweza tukaenda tukakutana hapo tu kwa mashehe zao. Nataka kuandamana kwenye migodi, watu wasifanye kazi na wawekezaji wakimbie kwenye hiyo migodi. Vijana, bado mnaamini hawa watu wanaandamana na wanaandaa upuuzi wao kwa ajili yetu sisi vijana Watanzania wote? Mmesikia dhahiri shahiri, target yao ni ofisi za mashehe, manake misikiti. Wanataka kuandamania kwenye misikiti haya.